Jina lako unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Chris au unaweza kuniita Kitanta. Bwana Chris, hapa kuna maswali matatu ya uraia. Ukijibu maswali matatu ukayapata haya, unapata shilingi elfu mbili zawadi. Swali la kwanza, rais wa kwanza wa Tanzania anaitwa nani? Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anaitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. <coughs> Swali la pili. Rais wa nne wa Tanzania alikuwa anaitwa nani? Rais wa awamu ya nne ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa Mrisho Jakaya Kikwete. Swali la mwisho, swali la mwisho, taja mawaziri wastaafu, mawaziri wakuu wastaafu watatu tu, watatu tu. Waziri mkuu mstaafu wa kwanza naweza nikasema ni Moringa Sokoine, wa pili naweza nikasema Mizengo Pinda. Wa tatu sasa ah, watatu... <totipi> Kawawa. Baada ya kupata maswali yote matatu, asante. Majina yangu naitwa Kevin Elias Kabuka, ni ndio majina yangu kuna maswali matatu ukiyajibu yote kwa ufasaha unapata zawadi ya elfu mbili. Swali la kwanza e, Tanzania imekuwa na waziri wakuu wastaafu kadhaa zaidi ya tisa. Wewe nitajie watatu tu, ambao washikuwa mawaziri wakuu Tanzania wastaafu, sio ambaye yuko madarakani, wale ambao washaisha kustaafu. Waziri wakuu wastaafu. Waziri wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kabla hajawa rais, alikuwa waziri mkuu wa nchi ya Tanzania. Patrick Msuya alikuwa waziri mkuu, na Samuel Malecela alikuwa waziri mkuu. Swali linalofuata, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiutawala ina jumla ya mikoa mingapi? Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiutawala ina jumla ya mikoa almost 32 Umekosa moja, tuendee swali la tatu. Swali so la tatu rais la wa nne wa Tanzania alikuwa anaitwa nani? Rais wa aamu ya nne wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alikuwa anaitwa Dr. Jakaya Mlisho Kikwete. Umepata kwa majina, anaitwa Ibrahim dani ramazani bako na maswali matatu, kijibu ya maswali yote ukaapata utapata shilingi elfu mbili. Raisi wa awamu ya tano alikuwa anaitwa nani? Raisi wa tano, Tanzania. Raisi wa Tanzania wa wa awamu ya tano, Tanzania alikuwa anaitwa John Joseph Pombe Magufuli. Swali nayofata katika jamhuri ya muungano wa Tanzania Mkoa gani unaongoza kuwa na watu wengi zaidi, kwenye nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkoa ambao unaongoza kuwa na watu wengi ni Dar es Salaam. Umepata. Bado swali moja. Rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa anaitwa nani? Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anaitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Amepata maswali yote matatu. Anapata shilingi 2000. Naitwa Zinira Juma Ibrahim. Zinira, Zinira, hapa kuna maswali matatu. Ukiyapata maswali matatu unajishindia shilingi elfu mbili. 20. Swali la kwanza, Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania ina jumla ya mikoa mingapi? Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania ina jumla ya mikoa 31. Umepata? Raisi wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa pili sio wa kwanza, wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa nani? Rais wa pili wa Tanzania anaitwa Ali Hassan Mwinyi. Sawa. Rais wa tano kabla ya Samia anaitwa nani? Rais wa tano wa Tanzania bahati mbaya amefariki, ni John Pombe Magufuli. Umepata. Ule, <laughs> ni nani? Naitwa Hekima Bukuku mwa Kijungu mtoto wa baba. Aya mtoto wa baba. Yeah. Ukijibu maswali matatu haya unapata shilingi elfu mbili. Yeah. Swali la kwanza. Rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa anaitwa nani? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Umepata? Rais wa pili alikuwa anaitwa nani? <laughs> Ali Hassan Mwinyi. Amepata. Swali la tatu: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina jumla ya mikoa mingapi? Mm, umekosa. Ina mikoa 31. Anaitwa nani? Anaitwa Noeli Ngarami Kwayo. Hebu rudia. Noeli Ngarami Kwayo. Ah, Noeli Noel, maswali matatu. Raisi wa tatu wa Tanzania alikuwa anaitwa nani? Wa kwanza wa pili watatu anaitwa Benjamin William Mkapa. Amepata swali lingine linalofuata, taja mawaziri wakuu wastaafu watatu tu ambao wameshamaliza muda wao, mawaziri wakuu watatu waliopita. Kuna Samuel Sita eh, kuna nani mwingine hapo? Nani? ah, Mteja mmoja tu. Na mmoja ameshakosa. Swali la <laughs> mwisho. Swali la mwisho. Katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkoa gani ambao una watu wengi sana kuliko mikoa mingine yoyote? Mkoa wenye watu wengi Tanzania ni Dar es Salaam. Amepata. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Abdul Hafidh Yusuf. Bwana Yusufu, swali la kwanza. Rais wa nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anaitwa nani? ah, Rais wa nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anaitwa Sheikh naitwa Mwinyi wa nne. Hebu wapange, wapange vizuri. Wapange vizuri kama unajua wote, wapange vizuri ili mpate wa nne aikuwa wa kwanza ni Nyerere, uh -huh, Julius Kambarage Nyerere, wa pili Mzee Mwinyi, uh -huh, wa tatu Mkapa, wa nne Kikwete, wa tano Mheshimiwa Marehemu, sasa hivi ni Marehemu lakini ni Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Tanzania tulikuwa na mawaziri wakuu wastaafu wengi, walikuwa kama kumi hivi, hebu tutajie watatu tu ambao washaikuwa mawaziri wakuu, mawaziri wakuu wastaafu wa Tanzania waliokuwepo kabla kabla ya sasa hivi waliokuwepo kwa, kwa sasa wa kwanza, alikuwepo wa kwanza alikuwa ni Mheshimiwa Ngoyayi Lowassa. Wa pili alikuwa ni Mheshimiwa Peter Mpinda. Wa tatu alikuwa ni kipindi cha Nyerere, alikuwa anaitwa Sokoine. Mkoa gani hapa Tanzania bara na visiwani una watu wengi sana? mkoa hapa Dar es Salaam, mkoa hapa Tanzania ambao una mkusanyiko wa watu wengi sana a? ni mkoa wa Dar es Salaam. <coughs> Nani? Naitwa Genovik Boniface. Jonevik Boniface, swala la kwanza, Tanzania tumeshakuwa na marais waliopita e, watano na huyo wa sita, si ndio? Katika hao wa marais waliopita watano, unaweza kuwataja wote? Ah, naomba uwataje wote sasa, kwa njia ya kwanza hadi watano kwa mpangilio. Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa Ali Hassan Mwinyi. Rais wa tatu wa Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania anaitwa Abeid Amani Karume. Rais wa nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa Jakaya Mrisho Kikwete, Dokta Ay, sifa ambaye alipewa nyingine pia akapewa sifa ya diplomat, mwana diplomatic. Ah, rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Rais wa sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anajulikana kwa jina Dr. dokta au Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Katika marais ulivyokuwa unataja, Karume umemtaja. Karume hajawahi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niutakiwa useme ni Mkapa pale Ya. Kwa hiyo sasa tunaenda swali lingine la pili, swali so la pili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina jumla ya mikoa mingapi? Tanzania bara mingapi na visiwani mikoa mingapi? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina jumla ya mikoa mingapi? Uh, Tanzania bara ina jumla ya mikoa mia moja ishirini na nane kama zamani, ila iliongezeka tena ikakatwa ikaongezeka mikoa mitatu. Kwa hiyo kama tujumlisha kwa na mia moja kama mia moja kama thelathini hivi katika elimu yangu ya zamani nilivyosoma ilikuwa mia moja ishirini na nane ikakatwa baadhi ya mikoa, baadhi ya mikoa ikakatwa, ikaongezeka kama tuseme kama e, Morogoro ikaongezeka ikaitwa mkoa, na baadhi ya sehemu nyingine pamoja na Geita hivyo kama vile. Ila Zanzibari ambao ni visiwani sifahamu na imekuwa mingapi. Haya, swali la mwisho, mawaziri wakuu wa stafu ambao walishai kuongoza Tanzania watatu tu, wataje watatu tu. Katika wako zaidi ya tisa, wataje watatu tu, mawaziri wakuu waziri ambao sasa hivi na wastaafu. Hapana, hapo tayari. onijaribu kukumbuka mawaziri wakuu watatu na nani alikuwa waziri mkuu, waziri wakati anaongoza nani? waziri waziri na na yani, lakini ameshastaafu hata kama alikuwa anaongoza wakati wa mwili, ila bado anaongoza bado ni waziri ameshastaafu, ameshastaafu, ameshastaafu, wote. wote sha staafu ila likuwa waziri mkuu wakati anaongoza Dr. John Pombe Joseph Magufuli hadi sasa hivi bado ni waziri mkuu waliopita. Ah sawa eh?